Mama, fanya unachokitaka, ila mimi nachokitaka nimwone baba yangu. Shemeji, habari yako? Salama shemeji. Vipi, kuna jambo. Ilikuwa natamani sana kuambia shemeji yangu, kuna dada fulani amekuelewa. ukweli ameniambia na kupenda sana mfuko niko vizuri tu, sio kwamba anataka kuchuna, ana mapenzi ya dhati. Sijui unafikiriaje kuhusu hilo, najua we ni mwanaume mwenzangu. Ukweli kwa sasa sisihitaji kuwa katika mahusiano, sihitaji kuwa kwenye mapenzi. Mtu anapokuwa amefika sehemu, amefloti kwenye mapenzi, amefloti kwenye mahusiano, huwa anabadilika, anakuwa uh, kama mtu aliyeokoka. Kwa hiyo katika mapenzi mimi, shinji yangu nimeokoka. Afukingine shemeji, ambacho ukijue. Vurugu na matatizo ambayo yameniondoa nyumbani kwangu ni sababu ya pesa. Kwa hiyo, huyu mwanamke awe na pesa, asiwe na pesa, sihitaji mahusiano na mwanamke. Ah, kama amekutuma mwambie Sipo tayari kwa sasa kuingia katika mahusiano. Keje ah, ni shamigi yangu, unajua, wewe ni mwanaume wenzangu, haipendezi kukaa hapa pamoja dada yako. Utakaa hivi mpaka lini? Hususan tayari mke wako upo naye na kama haupendi, basi tumia pesa zake ili kukufanya wewe uweze kuendelea na kukua kiuchumi zaidi. <coughs> Sisi sizani kama naweza kawa hivyo. Ninajua wanawake na hata wanaume nawajua. Wapo wanawake wanaoria kwa sababu waume zao wamebadilika baada tu ya kupata pesa na wapo wanawa, wa, wa, wanaume wanaria kwa sababu ya wake zao kupata pesa. Wanawake huwa wanabadilika wakati wowote, na wanaume huwa wanabadilika wakati wowote. Shemeji, sijaja kukaa kwako eti kwa sababu familia yangu imenishinda. Natarajia kufanya mambo mengine, nilikuwa tunatuliza akili zangu kwa dadangu hapa, kwa sababu sina dada mwingine au sina ndugu mwingine ambaye anaweza nikaenda kutulia, labda niende kwa mzee wangu, lakini mpaka sasa hivi nilipo hapa, mzee wangu hajui niko wapi. Sihitaji kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Nikukumbushe kitu kimoja, mke wako amekuacha kwa sababu na kusili kipato, hilo lazima ulewe. Kingine, hapa ni mjini, unatakiwa uwe na akili ya kujiongeza. Na mimi sifanyi hivi kwa ubaya, kwa ajili ya kusaidia maisha yako. Wewe mwenyewe nifanyie kazi, na ukiwa tayari utaniambia Miapo mm, unavyoniona hivi, sina hata miambovu ya kwenda kuemea, sina hata hela. Hivyo basi nilikuwa ninakuomba kama utakuwa na hela unipe niende nikanue chakula tujitupike. <coughs> mke wangu, unajisikia kweli unavyoongea? Unasikia kabisa unavyoongea na mimi kabisa. Sasa mimi wala mimi naitolea hapa eh hiyo hela mimi naitolea mimi, na nakuona tu naosha vyombo hapa, yaani unaosha tu vyombo, yaani kama hamna chochote kinachoendelea cha kupika huko ndani. Sasa mume wangu, nipike nini? Nipike mawe? Labda niinjike jikoni, akiwa anachemka, ili ujipemea kwamba yataiva eh? Sasa sasa sasa, kama kama sina pesa, tunafanyaje? Kama huna, tunafanyaje? Basi si hauna hela eh? Usije ukatoka huko uliko unakotoka. Unakuja kunifata eti una njaa. Mimi mwenyewe sina hela vile vile. Sina kazi. Sina chochote. Kama unavyoona. We mwenyewe ulienda kunifungia kigenge changu kule ambacho kigongo kilikuwa kinakufanya wewe unakula. Unajaze ile tumbo lako. Mimi ninahangaika kwa ajili yako. Ninateseka kwa ajili yako, eti namwangikia mwanaume. Muda wote sijapata mtoto. Kwa mfano tukija kupata mtoto, mimi ndio niwe baba, mimi ndio niwe mama. Nina watoto hawa wawili. Baba ni tuwe. Acha dharau. Siku Mungu akileta hela, tutapika. Siku kipata akili ya kwenda kusema nitafute kazi na mimi, nimesha kuwa mwanaume wa kujitambua. Nikatafute kazi nifanye, nipate hela, niletee familia yangu, basi nitaingia jikoni kupika. Bila hivyo, tutakula kokwa meno kama hivyo. Hebu acha masiala. Kwanza kuniambia hamna akiba hata kidogo mwanani. Hata hamsini mbovu hakuna. Zile hela ulizochukua ukaenda, ulichukua karibia shilingi ngapi? Umeona ni kwa hiki kibubu sasa. Kama hamna hela yote humu ndani, tunaishije mke wangu? Kama wewe una hela, mimi nitakupatia tena. Unahelamtati kabisa. Usinipigie kelele njaa njaa. Unashinda kwenda kutafuta kazi huko, ufanye upate hela. Unakwenda kunilalamikia, kumlalamikia mimi, eti una njaa Genzi, kwa nini mefanya hivi vitatu? Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi nilikupenda. Alafu genzi, mimi sio kama yule mwanamke anayejiuza kwamba leo akipata mtu anamaliza haja zake na kuondoka. Mimi sio mwanamke wa hivyo, mimi ni mwanamke mwenye elimu yangu na maisha yangu na kila kitu, yaani sina dhiki yoyote ile, lakini nilikuwa nimebakiza kitu kimoja tu. Nilikuwa ninahitaji mwanaume wa kuishi naye, mwanaume wa kutengeneza malengo, niitwe mama, aitwe baba. Halafu kitu kingine, majumba, pesa ni kazi bure tu. Sasa Genzi, unategemea mimi na fedha zangu na majumba yangu nikiwa mwenyewe, hata siwezi kupata ushauri kwa mtu yoyote yule. Amna hata mtu anaweza kunishauri mule ndani kwamba leo tufanye hivi, tufanye hivi. Kiukweli yule... sikuweza kuvumilia. Ndio maana nikakuona wewe, nikaona ni mwanaume mmoja ambaye unanifaa sana. Sina mpango na mapenzi, sina mpango na ndoa na sihitaji kuwa kwenye mahusiano. Ninajua una kila kitu sawa, so, lakini sasa hivyo vitu haviwezi kunishawishi mimi. Ah, ah. Hapana Genzi, usitake kunifanyia hivyo. Kumbuka mimi nakupenda mimi, sio kama wanawake wengine wanaowafikiria. Genzi, nakupenda toka moyoni. Mpaka leo nimeamua kufanya hivi kwa sababu ujue ni jinsi gani ninavyokupenda wewe, ujue ni jinsi gani ninavyokufahamu mimi. Kwa ni Genzi na pesa na maisha yangu mazuri tu pia na elimu yangu. Hakuna mwanaume ambaye ningeweza kumwambia akanikatalia, lakini kila mwanaume anayekutana naye maishani mwangu ni wanaume wapumbavu, ni wanaume wanaopenda starehe, ni wanaume ambao hawajui nini maana ya maisha. Sipendi starehe guys, sipendi wanaume wa dizaini hiyo, lakini wewe ewe nimekuona ni mwanaume ni ambaye tunaweza tukakaa pamoja tukafanya jambo. Usiniambie hivyo. Pole. kwa hivyo ni peke yako labda nini, niondoke? Usitegemee kwa katika mahusiano mimi na wewe.